Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wa zamani zote. Acha tukuinue, acha tulisifu jina lako kwa maana linastahili kila muda na kila dakika. Tazama Baba yetu, tumekuja mbele zako, tumeweka TV katika vitanga mikono yako, mfalme wa amani, kwa maana wewe ndiye anayeleta maarifa. Mungu, pate kuwajaza maarifa kwa mambo yoyote wanayoyafanya, kwa maana hayo yametumikwa na ambao wana ana akili za juu kuwazidi tunaomba Mungu upate kuwazidishia, tumemleta huyu uh, Master TV mwenyewe, mfalme wa amani, mpate kumwongezea viwango vya juu kwa kazi anazozifanya. Mfalme wa amani, tazama ni mengi anayoyatenda katika kazi zako na kuendeleza mbele na mbele. Mungu, kutana naye kwa kazi anazozifanya Mguse, mtetelee, mwepushe na hatari zote zile. Naamini hakika Mungu utakuwa pamoja naye na utazidi kumlinda na kumchunga pamoja na familia yake pamoja na hao wanaomtumikia kazi. Vile vile Mungu nao pate kuwajaza maarifa, kama nilivyoanza kusema mwanzo, mfalme wa amani wenyewe kwa akili zao hawezi lolote, lakini tunakuomba wewe, kiongozi, wewe mlinzi, wewe unayeongeza maarifa na maarifa, uzidi kuwaongezea, ni katika jina lako aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Okay, bana tumsifu Yesu Kristu. Eh, bana leo ni Jumapili ya leo bana tuko kanisani tuko na watumishi wa Mungu, aidha wanakwaya wa, wa kanisa gani wewe? FPCT umsepake go Goligota, Goligota. Nadhani kwamba Goligota ni moja kati ya tawi ambalo liko hapa makaburini. Kwa hiyo ina matawi mengi sana, lakini kuna hii hapa ambayo iko hapa okay. Hichi ndio kituo Bana, leo ni jumapili ya leo, tunakuja kuwatembelea ndugu zetu, tujue jumapili ya leo imeendaje kwao na jumapili ya leo neno gani ambalo wamelipata kutoka kwa Mungu. Lakini pia tulikuwa tumekuja sisi kama wana Mastaz TV, kuwaletea ma t-shirt. Ila sijajua, maana kuna moja kati ya wale ambao wametusimamia walikuwa na sali hapa. Bana ni aje kaka? Safi. Bwana safi. Amen. Sijui so, unatuambiaje pale, kuna watu wanaokutazama pale, unaweza kuambia majina yako? kwa majina nafahamika kwa Mitera Samuel Maunga Francois mkaaji wa kijiji cha l1 bl kwa nn hivi tuntukasema ulikutana na Yesu au ila Yesu ndo alikuvutia? Aliku mimi ali, yani alinivutia, nikaona kwake ndo kuna uzimu wa milele maana yote ambayo tunayoyafanya ni ubatili mtupu, kama ilivyosema bibilia leo. Leo kuna namna mna matisheti Haya matisheti pengine mmehusika vipi kuyapata, na kwa nini yasiandiku jina ya kwaya yenu ikaandika Mastaz? Hizi uh, tisheti, kuna siku tulikuwa na mkutano wa Pentecost hapa nyumbani, sasa ikatuvutia. Tulimwona nani director hapo wa Mastaz TV alikuwa nazo, sasa akawapa watu baadhi, na sisi tukaona hapana, hizo tulikuwa zimetuvutia Ndipo tukazipendelea ili tupate, lakini Mungu alivyo mkuu, tukaongea na mzamini akasema haina shida, hizo t-shirt mtazipata. Na leo zimefika, ndo hivyo. Kuna namna, kuna fununu kwamba mzamini ametokea kwenye ili kanisa, na alikuwa sijui ni mwalimu hapa, ina uhakika wote, hiyo ni kweli? Alikuwa mwalimu wa kwaya pia, alitoka hapa na cheo ya ukatibu wa kwaya umoja hii ambayo imesimama leo, mm -hmm. Hey. Unaweza kutuambia nini maana ya mtu kuwa Mkristo, faida zake? Zile faida ya mtu kuwa Mkristo, kwanza kwa sisi ambao tumeamini tuna uzima wa milele ambao tunautarajia, tusipozimia mioyo tutapata uzima wa milele. Hiyo ndo faida ya kwanza kabisa. Na pia mtu anapokuwa Mkristo huwa anajiepusha na mambo mengi ya dunia kama vile bangi, wizi na kadha wa kadha, mambo ambayo yanaweza yakapeleka mtu jehanamu. Tunajiepusha kwa sababu tupo ndani ya Yesu na kila leo tunasoma Biblia na tunaendelea kuogopa ili tusiende pabaye. Kuna hile bana, watu wanasemaga bana Mtu kuwa anaenda kanisani ni moja kati ya nafasi ya kupoteza muda, aidha kanisani kule mtu anaenda kwa nia kutafuta wanawake, aidha kanisani kuna yani wanaongelea mambo mengi kiasi kwamba wanaweza kumkatisha hata mtu tamaa kwenda kanisani. Wewe ya hizo kauli ukikutana nazo barabarani unajisikiaje? aidha unawashauri nini? Uh, kwanza ninachoona mimi ni watu wanaongozwa na Ibilisi, wanataka unapokuwa na safari yako na wewe U, u, urudi nyuma uwe kama wao. Sasa kwa sisi ambao tumeamini hilo, aliwezi likatukatisha tamaa, maana tunatumaini ya kumwona Yesu, na yote ambayo yanapitikana hapa duniani ni ya muda kama hivyosema. Na ndio maana hayo maneno huwa haya, yani hatujali atu, na hayo maneno tunaendelea kusonga mbele. Bana, nyinyi mmesema ni upendo kwa haya. Umoja na umoja kwaya. Sawa. haya ma t-shirt yameandikwa Mastaz TV. Kwa nini amkusema, bana, tuandikwe sisi umoja kwaya kwenye hizi t-shirt? Kwanza, tumezipokea na shauku kubwa, kwa sababu kwanza hilo jina ambalo lipo ni la kiongozi wetu na pia tukaonesha kwamba sura ya kumsapoti ili kazi yake iendelee, na sisi pia tuzivaa. Tunapokuwa tunatembea nazo kuna watu wataulizia, hiyo ni TV ya nani? Na akisoma kule atapata jibu. Lakini midomo yetu pia itaendelea kutoa maneno ya mazuri ya kuendelea ile TV kupata mwelekeo mzuri ili na yeye afaidike. Popote tulipo, popote alipo, tumpe maua yake kabisa yaani, Mungu ambariki sana, na ili ambalo amelifanya aendelee kufanya hivi na zaidi na zaidi, na katika kazi yake Mungu amtangulie ili afanikishe zaidi. Hey mama, sija kuacha. Bwana asifiwe tena amena, kuna unao kutazama pale, sijui unaweza kumwambia, unaitwa nani? Mimi naitwa Maombi Victory Kamengele. Naishi katika kijiji cha ka eh, tisa kwa kumi na tano. Mimi ndo mama konditrisi wa kwaya hii, kwaya Umoja kondi kondi, si ndio? huyu namna kondi anajua kufundisha, aidha ndo wale wapiga gita, wapiga drums? Amna, konditrice ni konditrice anayehusikana na nyimbo, yani kufundisha. Somo letu la leo kanisani limeendaje? li, li, li, li, aidha lilikuwa inahusu nini sana kanisani? Somo la leo lilikuwa na nahusu watu kuachana na mambo ya dunia, likuwa limehusu watu tusipelekwe na mambo ya dunia ili tushikamane na Mwenyezi Mungu e. Kuna misali yote ambayo unaijua kwenye Biblia ambayo unaweza ukawaambia watazamaji yoyote, aidha kitabu chochote kile unasemaga kitabu au kurasa, unasemaga kifungo cha ngapi kile? Aa, naweza nikasema tu kwa maneno kwa watazamaji wanaotuangalia au wanaosikia sauti hii, cha muhimu ni kuachana na mambo ya dunia ili tushikamane na Mwenyezi Mungu, kwa maana yeye ndiye aliyetuumba na yeye ndoo na... tuhimiza ya kwamba tuambatane na maneno yake, kwa maana hayo ndiyo yatakayotufikisha kwake. Hivi e... chimbuko la Ibra Ibrahimu ni wapi mm? Ibrahim ni mtoto wa nani? Ibrahim, hapo sijapata. Kwenye Biblia na kunasikia kuna, kuna kifungu sema usimjaribu. Usimjaribu bana Mungu wako. Na mimi sikujaribu. Sawa bana <laughs> <laughs> so, hawa hapa ni viongozi wa, wa, wa kundi hili la kanisa kama ulivyosikia bana, huyu hapa ndo kiongozi mkubwa mwenyekiti wa kundi hapa. niko na mama kondi, kondi kwa hiyo bana, na hawa hapa ndo wa viongozi wa upendo kwaya. Umoja, umoja kwaya ni kwaya ambayo inapatikana makaburini hapa. Kwa hiyo leo ndo Jumapili ya leo kama mlivyosikia, wamefurahi sana kupata matisheti kutoka kwa bosi kubwa, tuseme tumpe maua yetu eh bana, Mungu akubariki sana popote ulipo, shukrani sana kwako bana. Leo tulikuwa tunakuja kuwatembelea ndugu zetu hawa kama nilivyokuambia, naitwa Alexi Ali 26 nyuma ya kamera, niko na Kabaisa. Asante sana kwako